Mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, Omar Said Shabani, amesema muongozo wa kutoa matangazo ni suala la manispaa na kwamba linapokuja suala la uchaguzi, sheria inayotumika ni sheria ya uchaguzi ambayo inalinda uhuru wa Tume ya Uchaguzi ZEC na sio sheria nyingine. Aidha amesisitiza kuwa tabia ya kutoa kauli zisizozingatia hoja au misingi ya kisheria imekuwa ni utambulisho wa baadhi ya viongozi, ikiwemo marufuku iliyotolewa na Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi Mheshimiwa Idrissa Kitwana Mustafa aliyeitoa hivi karibuni inayopiga marufuku matangazo ya biashara ya makaratasi. Kauli ya mwanasheria huyo inakuja kufuatia tamko la mkuu wa mkoa mjini Magharibi, ambaye amepiga marufuku matumizi ya makaratasi kwa matangazo ya biashara ndani ya mkoa huo, akisema lengo la marufuku hiyo ni kulinda mazingira kudhibiti uchafu unaosababishwa na mabango ya makaratasi. Katika marufuku hiyo, Mheshimiwa Kitwana amewataka wanasiasa wenye nia kugombania nafasi mbalimbali katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu kutumia mabango ya kidijitali kueneza sera zao badala ya kubandika picha na matangazo ya makaratasi mitaani. Pia mwanasheria huyo ameeleza masikitiko ya chama hicho kwa jinsi Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC na Tume huru ya Uchaguzi INEC zimekuwa kimya huku taratibu za kisheria zikikiukwa bila kuchukuliwa hatua, jambo linaloweza kudhoofisha imani ya umma kwa taasisi hizo. Manispaa zina uwezo wa kutoa mwongozo kuhusu matangazo, si ndio? hayo <laughs> matangazo ndio, lakini kuhusu matangazo ya uchaguzi linapokuja suala la uchaguzi, sheria mama inayotumika ni sheria ya uchaguzi, na ndiyo dhana ya kulinda uhuru wa tume. Ake, kwa kila mtu anatumia sheria yake, hii tume ingefanya kazi vipi? Sijui naelewana vizuri. Ingekuwa kila mtu anatumia sheria yake, tume ingefanya kazi vipi? Ake, kila mtu na sheria yake. Hapa tume inakuja kila baada ya miaka mitano, sasa leo ukisema kwamba sisi tunatumia sheria ya manispaa, no, ipo mnayo, sheria ya matangazo kweli, kanuni zenu zipo. Lakini inapokuja suala la uchaguzi ni special case, na ndiyo maana tume imeweka fanya nini, utaratibu. Si tunaelewana vizuri? Wanatengeneza taratibu zao, miongozo yao na kanuni zao. Baana, ikiwa ndo kama alivyosema, ikiwa leo kila mmoja anafanya kazi kwa sheria yake, hebu fikiri. Sheria ya uchaguzi kwa mfano ya uchaguzi mkuu ule wa jamhuri, si ndio wa wabunge na rais wa jamhuri eh? Sasa hivi mibadilisho inaruhusu wafungwa kupiga kura au sio? Sasa ikiwa bwana jela kule akisema mimi nachukua nafuata utaratibu wangu hapa, siruhusu mtu kuingia jela itakuwaaje? Eh? Haruhusu maafisa hasema, siruhusu shughuli za kiraia kuja kufanywa ndani ya ndani ya jela, itakuwaje? Si wao na sheria ya, na wao na sheria yao? Hapana, swala la uchaguzi lina sheria yake. Maa sasa nitumie fursa hii kupitia kwenu, ndugu waandishi wa habari, kuwatoa hofu wagombea wa vyama vyote vya siasa rais wa zengi watu wa ACT wa vyama vyote vya siasa. Sisi ACT ni chama kiongozi, tunaonyesha njia wengine. Najua maana hapa nawasemea hadi wale wa CCM kwa sababu najua hofu imetanda lapo kuja mambo kama haya hawawezi kuzungumza, lakini najua kwa sababu tunaishi nao, ni marafiki zetu, wanagugumia chini kwa chini. Sasa itakuwaje? Sasa itakuwaje? Lakini kutoka hadharani hawawezi Wanaogopa, sisi tunawasemea kwamba wasiwe na hofu, tamko lile ni batili. sema, kama alivyosema wanatutegemea sisi tuseme, wake wapo walo reach out. Sasa mheshimiwa, itakuwa je, litolee basi hili kama lile la watumishi, watu wa CCM wao wagombea, litolee basi na hili kauli kama lile la watumishi i, umetusaidia sana na hili bwana, itakuwaje? Sisi tushapanga bajeti, hatuwezi kidijitali. Sasa wanagugumia wenzetu jamaa zetu e, sisi chama kiongozi, chama chenye ridhaa, chama kinachoje, kilichokuwa na imani ya Wazanzibari na Watanzania tutasema, ni wajibu wetu e, tamko lile ni batili na halina mashiko kisheria kwa muktadha wa matangazo ya, ya kampeni. Akizungumzia suala la kupigwa baadhi ya wafanyabiashara wadogo wadogo, Mheshimiwa Shabani, ambaye pia ni waziri wa biashara na maendeleo ya viwanda Zanzibar, amesema pamoja na mamlaka ya Mji Mkongwe kuwa ipo kisheria na kupata uaminifu kwa taasisi za kimataifa kama UNESCO, bado kuna malalamiko kutoka kwa wananchi, hasa wafanyabiashara wadogo wadogo, juu ya uvunjaji wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa na maafisa wa mamlaka hiyo. Ni kuhusu vitendo vya kikatili na kinyama waliofanyiwa vijana wanaojishughulisha na kufanya biashara maeneo ya Mji Mkongwe siku ya tarehe 26 Juni 2025. Tumeona kupitia vyombo vya habari vikiripoti na chama chetu kupitia idara zetu za haki za binadamu na wengine wamekuwa wakifuatilia kwa ukaribu zaidi. Ndugu waandishi, mamlaka ya Mji Mkongwe ipo kwa mujibu wa sheria, na makosa yanayoweza kufanyika ndani ya mji mkongwe yapo kwa mujibu wa sheria, na hatua za kuchukuliwa zimeainishwa ndani ya sheria namba 4 ya mwaka 2010 na kanuni zake za mwaka 2023. Zote hizo sheria na kanuni haiwapi ruhusa wala fursa kwa mamlaka yoyote ile kutesa wanaovunja sheria hizo. Kilichofanyika na tulichokishuhudia ni mateso, ni utesaji, hakuna jina jingine, ni tocha, ni utesaji. Vijana wameeleza wenyewe walichopitia. Ni bahati mbaya sana mamlaka iliyopewa uwezo wa kutunza mji mkongwe, inatumia njia ya tocha kutunza mji, ni mbaya sana. Mamlaka iliyopata trust ya umoja wa Mataifa, UNESCO kutunza mji wa historia na hifadhi yake, inatumia tocha kulinda mji. Haisi mara ya kwanza, vijana wametueleza wapi walipopelekwa, wapi walipotupwa, nini walichofanyiwa. Haikubaliki. Kama hii ndiyo harama au ndio utaratibu wa kuconserve wa kuhifadhi mji mkongwe, kama tocha ndio njia means ya kuconserve walioamua kutumia mamlaka ya mji mkongwe haikubaliki na tutachukua hatua. Kauli ya mwanasheria wa ACT Wazalendo ni mwendelezo wa msimamo wa chama hicho kudai uwanja sawa wa kisiasa na uwajibikaji wa taasisi za umma. Inabaki kuonekana iwapo Tume ya Uchaguzi zitajibu hoja hizo au kuendeleza ukimya unaozidi kuzua maswali miongoni mwa wananchi.